Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu, karibu katika tafakari ya Jumatatu juma, juma la pili la Kwaresima, kipindi cha mwaka, si mwaka wa Kanisa. Na katika tafakari hii tunaongozwa na maneno ya Injili kutoka Injili ya Luka sura ya 6 aya 36 hadi 38. Yesu aliwaambia wafuasi wake, iweni na huruma kama baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma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 wa kuishi maisha ya huruma, msamaha na ukarimu kwa kufuata mfano wa Yesu Kristo. Mtakatifu Ambrosi wa Milano alisisitiza kuhusu hili alipokuwa akitafakari sehemu hii ya maandiko matakatifu, akisema kuwa huruma na wema ni sifa za msingi za waamini. Na katika kutafakari ile aya 36 ya Injili tuliyosikia, alisema kuwa tunapaswa kuwa na huruma kwa wale walio katika hali ya dhiki kama vile maskini, wagonjwa na wale waliotengwa na jamii. Pia alionya dhidi ya kuwahukumu wengine alipotafakari ile aya 37, akisema kuwa tunapowahukumu wengine tunajifanya waadilifu zaidi kuliko wao, ambapo ni kinyume cha maadili ya Kikristo. Badala yake, tunapaswa kuwa na huruma na kuwasaidia wale wanaotuhukumu wale. Kumbuka ndugu yangu, Injili hii imemalizia na maneno ya kutafakari sana, kwamba kipimo kile upimacho ndicho utakachopimiwa. Ni wakati wa kujitafakari kuhusu hilo. Tuendelee kumuomba Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresima atusaidie kujitafakari zaidi na kujibidisha katika kutenda mema. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.